Kaka, wanawake wana roho mbaya. Yaani wanawake ni wauaji. Yaani kama kuna watu wanafaa wafungwe, washikwe, wafungwe ni wanawake, ni wauaji. Nasema hivyo kwa sababu gani? Mwanamke anaweza kuwa ako na homa, ni mgonjwa, lakini anakuambia anaogopa dawa. Mwanamke anaogopa dawa, alafu sasa huyo huyo mwanamke sasa ana uwezo wa kula dawa kuwa kiumbe ndani ya tumbo anaweza akakula, yani anaweza kula dawa kaua kiumbe ndani ya tumbo, ama ana uwezo wa kumeza kitu kama nikachuma ama kuekwa kitu ambacho yani hata hawezi zaa ngoro. Na ni ukatili wa hali gani? Ni ukatili wa hali ya juu sana, huo ni ukatili wa hali ya juu sana we, uniambie mwanamke unasema na roho nzuri wapi? Kama anaweza kula dawa wa kiumbe ndani ya tumbo, hmm. Anaweza kufanya vitu vya kwamba ni vya uuaji yani, lakini anakuambia ni yeye, anaogopa dawa kunywa tu, labda ako na ugonjwa fulani. Lakini kula dawa kuzuia mimba, kula dawa kutoa mimba, anaweza yani kuwa kiumbe kilichotumboni. Wanawake ni wanawake, ninyi ni wanyama sana.